Watawanunulia polisi bunduki za kutosha ili kukandamiza mtawaliwa, watanunulia wanajeshi magari ya kutisha, polisi magari ya kutisha, ili waweze kukutawala wewe. Si utapumulia wapi mwanangu? Utapumulia wapi mwanangu? Alo, huyu ni Clemens Mwandambo ambaye amekuwa ni moja kati ya wakosoaji wakubwa wa, wa serikali na ni maarufu sana kwa kauli yake ya nachoka mimi baba yenu Clemens Mwandambo Sasa eh, baada ya siku chache alizokuwa ameshikiliwa na jeshi la polisi kufuatia maneno yake eh, ambayo wanasema kwamba ni maneno ya uchochezi, kama unavyosikia, amekuja na nguvu mpya sasa. Amesema kwamba moja kati ya neno kubwa ambalo ameweza kulizungumzia ni amesema kwamba siasa ni vita kati ya eh, matajiri pamoja na maskini. Ameweza kusema kwa hisia kali kwelikweli, na hapa naona kuna baadhi tu ya raia ambao wameweza kumjibu. Lakini Twaha Moipaya huyu ni mwanaharakati wa baraza la vijana Chadema Bavicha, eh, taifa, ameweza kuzungumzia video hii na yeye ndio amekuwa wa kwanza kuiposti baada ya kutoka. Amepewa mzamana na eh, baadhi ya watu ameenda kumwekea mzamana. Sasa kuna watu ambao wameomba kwamba namba ya Clemency Mwandambo kwamba iwekwe hapa ili wa, waweze kumchangia chochote kile ambacho wamejaliwa kwamba waweze kumchangia fedha. Tunajua kuna yule bibi ambaye alikuwa kama bibi wa taifa anajulikana, eh, waliweza kumchangia shilingi milioni saba. Sasa na huyu watu wameweza kuomba kwamba aweze kuchangia chochote kitu. Anasema kwamba baba yetu yupo huru, mapambano yanaendelea, hakuna kuchoka, hakuna kurudi nyuma, msiogope, tumeshinda. Twahamwe ipaya huyu lakini watu wanasema kwamba kanyoka kama mkia wa ngiri, akipata tu si mwanasheria wake akae, akae, akae mguu sawa. Anasema chuma kimeibuka, chumba kime tena, mambo ni hivi, mambo ni moto. Chuma kimeibuka tena, mambo ni moto. Anasema kwamba tunaanza upya eh, moja kati ya wadau anasema kwamba eh, tunaanza upya. Anasema kwamba tupate namba yake tumchangie chochote, ajue watoto aliowazaa hawajazaa kutoa maradhi mwilini. E, sawa. Mwingine anasema kwamba hii hey, hii video ni ya leo hii ni mpya. Mwingine anasema ni kama namuelewa hivi, moja kati ya wadau lakini. Mwingine anasema kwamba, sema nguvu ya maombi kwa baba yetu ni kubwa sana, maana yanajibiwa haraka. E, sawa. Mwingine anasema siasa ni vita vya matajiri na maskini, fact. E, mwingine anasema kwamba namba za huyu baba ni muhimu. Eh, anatupambania sana. Mwingine anasema anapeleka moto kama wachokonozi enzi zao na leo hajachoka baba yetu. Fanyeni mpango wa namba okote mzee wetu. Mwingine anasema kwamba tunaomba namba yake tuweke chochote. Eh, sawa, ameweza kuomba namba zao hawa anasema kwamba wekeni mkeka wa Mwandambo jamani, apate chochote kitu tu. Hamwaipaya kwamba aweke namba yake aweze ya kumchangia chochote kile. Anasema kwamba nikajua tayari kashakwisha. Eh, kasha kuisha. Mgeni anasema naomba huyu mzee tumwezeshe kwa chochote wadau. Huyu mzee eh, anatusemea sana, tumpe maua yake kabla hajafa. Please tu hamwaipaya na e, eh, Nuruvazi mgeni anasema kwamba siasa ni vita vya matajiri na maskini. Akasema eh, ah kama ni baada ya kutoka polisi, nachoka mimi anasema anaongea ukweli sana. Anasema kwamba aliyemwekea dhamana anajuta kweli kweli. Sawa, mgeni anasema kwamba mzee anakabia juujuu kaweka na spana pale. Mwingine akasema kwamba kuna kupuliza ili iwake na kupuliza ili ipoe. He, mbona wamepuliza ili iwake? He? Asante sana baba, tufanye jambo mzee wetu tumtumie hela ya maji. Sawa, mgeni anasema kwamba Mm, amerudi mwingine, asema awamu hii eh, anasema kwamba awamu hii usichoke, baba yetu Mwandambo. Sawa, mwingine anasema oh, mzee karudi kama hakuondoka vile. Mwingine anasema kwamba hii ya leo au. Sawa, mwingine anasema kwamba da, hata mboga mboga watachoka kuteka. Sawa bwana, ni baadhi tu ya maoni watu wakiweka juu ya Clemence Mwandambo baada ya kushikiliwa kwa muda mfupi kufuatia maneno yake ambayo wanasema kwamba ni maneno ya uchochezi ama maneno ambayo yamekuwa akikosoa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini maoni yako? Lakini baadhi ama maoni mengi katika video hii wameweza kusema kwamba, eh, waweke ama wapate namba yake ya Clemence ili waweze kumchangia eh, chochote kitu. Nini maoni yako? Make sure kwamba na subscribe. Hii ni Kanyuka TV. Nikwambie mwanangu jambo moja, nikwambie mwanangu siasa ni nini mwanangu, siasa ni vita kati ya matajiri na maskini. Matajiri wa kisiasa hutegemea siasa ili watajirike, na ili watajirike huhakikisha kwamba wanapanga mbinu za kumkandamiza mtawaliwa. Watawanunulia polisi bunduki za kutosha ili kukandamiza mtawaliwa, watanunulia wanajeshi Magari ya kutisha polisi, magari ya kutisha, ili waweze kukutawala wewe. Si utapumulia wapi mwanangu? Utapumulia wapi mwanangu? Manake mtawala anawaza namna ya kutawala, na lengo la mtawala, aweze kuchota madini bila kuulizwa, aweze kuchota pesa ya serikali bila kuulizwa, aweze kuchota kila kitu bila kuulizwa na atatumia nguvu zake zote kukukandamiza, atakukandamiza, atakwa buti usiweze kupumua, atakukandamiza kwa namna yoyote usiweze kupumua. Hiyo ndio akili ya mtawala. Ndio maana unasikia watawala anasema, nitatunza siri, nitatunza siri, wala sitasema siri. E hey, mwanangu, sijui utapumulia wapi. Baba yako Clemency Mwandambo, nimemaliza, nimemaliza babaako.